ambalo litajielekeza katika kutenda makosa ambayo ni kinyume na sheria. Polisi pia inaendelea kutoa tahadhari kwamba kumekuwepo na mfumo na tabia ya watu kwenye sherehe hizi kujipigia mabaruti na fataki ovyo. Watu wanafanya maandalizi ya kupiga mafataki na baruti ovyo kwenye sherehe hizi. Masuala haya yana utaratibu wake. Ni marufuku na haikubaliki kisheria mtu asiyekuwa na kibali kupiga baruti au fataki, kwa sababu upo utaratibu unaoelekezwa ni wapi fataki inaweza kupigwa au baruti, kulingana na kanuni na sheria za upigaji wa fataki hizo. Polisi haitasita kuchukua hatua kwa watu ambao watakiuka taratibu hizo za kisheria. Baada ya kusema hayo, Polisi kanda maalum ya Dar es Salamu inawatakia wananchi wa Dar es Salamu ambao sasa hivi wako kwenye maduka mbalimbali mbali na masoko mbalimbali mbali, maandalizi mema ya kusherekea kwa amani sikukuu hizo. Na jeshi kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya wa kiusalama watahakikisha usalama wetu unazidi kuimarika kwenye jiji letu, na tutaendelea kushirikiana na wananchi wote wema kuona kwamba jiji letu linaendelea kuwa salama kama ambavyo sheria sisi zinatutaka watu wawe salama pamoja na mali zao.